Hichi ndicho kifo kilichoisikitisha dunia. Kifo hichi kililiza dunia nzima. Novemba 13 mwaka 1985, ulitokea mlipuko wa volkano wa Nevado de Ruiz nchini Colombia, moja kati ya majanga makubwa ambayo yaliondoka na maisha ya watu zaidi ya elfu ishirini na tatu. Huu ni moja wa mlipuko mibaya kuwahi kushuhudiwa ikileta madhara kwa takriban vijiji kumi na tatu lakini vifo vya watu elfu ishirini na tatu siku hiyo sio mada yetu pekee hii leo. Tunachoangalia ni kifo cha kusikitisha cha binti Omayra Sanchez, moja ya watu waliokufa kifo cha mateso na kusikitisha sana katika janga hilo. Omayra Sanchez alikuwa ni binti wa miaka 13 mwaka 1985, wakati mlipuko wa Nevado de Ruiz unatokea. Aliishi na familia yake katika kijiji cha Armero, moja kati ya vijiji kumi na tatu vilivyoharibiwa sana na mlipuko ule wa volkano. Baada ya mlipuko kutokea na kudhuru vijiji vya jirani, kabla madhara hajafikia kijiji chao, Omayra alikuwa ndani amekaa pamoja na baba yake na shangazi yake, mithili ya watu waliokata tamaa na wasiojua nini wafanye. Maporomoko ya sehemu kubwa ya udongo yaliyosababishwa na mlipuko yaliikumba na kuiangusha nyumba yao, wakiwa ndani. Omayra alifanikiwa kujiokoa lakini baba na shangazi yake walikufa pale pale. Vikosi vya waokoaji vilifika katika eneo la nyumba ya kina Omayra huku yeye akiwa amenasa katika kilichoonekana kama kidimbwi kidogo cha maji. Kwa nini juhudi za kumwokoa ziligonga mwamba? Juhudi za kutaka kumwokoa zilifanyika, lakini haikuwezekana, kwa sababu ilionekana miguu yake imenasa katika paa la nyumba yao iliyokuwa imeanguka walijaribu kusafisha, lakini kuanzia maeneo ya kiunoni kuja juu hakukuwa na kizuizi kilichomkwamisha. Tatizo lilikuwa huku chini, katika miguu ndiyo bado alikuwa akashikiliwa sana. Walijaribu kumvuta, lakini waligundua zoezi la kumchomoa alipo haliwezi kufanikiwa bila kumkata miguu yake. Ngoma ikawa ngumu kwa waokoaji, waligundua miguu ya Omayra ilikuwa imenaswa katika kifusi cha matofali huku chini yake ukiwepo mwili wa shangazi yake. Halikuwa zoezi rahisi hata kidogo kumtoa, na ilikuwa zoezi lisilowezekana kumtoa bila kumkata miguu. Moyo wake wa ujasiri ukazidi kuwapa nguvu wa okoaji, lakini pamoja na kuwa katika hali mbaya na yenye kuleta majonzi, mara zote Omayra alikuwa kati ya furaha na hakuwa mwenye kukata tamaa. Alikuwa akimwimbia mwandishi wa habari wa Ujerumani Santa Maria aliyekuwa anafanya kazi ya kujitolea katika tukio hilo. Alikuwa anaomba pipi, soda na chakula. Kubwa zaidi alikubali kufanyiwa mahojiano katika hali yake ile, japokuwa kuna muda alikuwa anaogopa na, na alikuwa akilia na kusali. Mateso aliyoyapitia hayakuwa na mfano kwa mtoto wa miaka kumi na tatu. Ulipofika usiku wa siku ya tatu Omayra alianza kulalamika akitoa malalamiko hataki kuchelewa shule, alisema hataki kuchelewa mtihani wa hesabu. Jinsi muda ulivyozidi kwenda, ndivyo alizidi kudhoofika kimwili, ukizingatia hapa tayari alikuwa na majeraha kadhaa katika mwili wake. Rangi ya macho yake ilianza kubadilika na kuwa nyeusi iliyokoza. Uso wake ulivimba sana na mikono yake ilibadilika rangi ikawa na weupe fulani hivi mithili ya kuwa imechemshwa kwa muda mrefu. Omayra alikuwa anapitia wakati mgumu sana, huku juhudi za kumwokoa na kuwa naye karibu zikiendelea. Wakati waokoaji wakiwa bado wanajitahidi kutafuta namna ya kunusuru maisha yake, muda fulani akiwa katika hatua za mwisho mwisho, aliwaomba waokoaji wampishe kwa sababu alitaka kupumzika. Walimwachia muda kidogo lakini waliporudi na kujaribu tena kumtoa walibaini, mara hii miguu yake ilizidi kumezwa na kizuizi kilichomnasa. Daktari anashauri ni heri afe kuliko kuokolewa. Alikuwa kama amepigishwa magoti na hali ilikuwa mbaya sana. Kukosekana kwa vifaa na madawa salama ya kumkata miguu yake ili kumtoa pale ilikuwa ni sababu iliyofanya daktari awashauri waokoaji kuwa itakuwa ni busara sana kama wangemwacha akafariki pale pale, baada ya kuteseka kwa masaa sitini. Siku ya tatu asubuhi majira ya saa tano na dakika tano Omayra Sanchez alifariki dunia kwa kile kinachotajwa kuwa ni kuathirika kwa vidonda sugu alivyovipata katika ajali ile. Frank Fora ni mpiga picha ambaye alichukua baadhi ya picha za Omayra alipokuwa katika hatua za mwisho mwisho wa uhai wake ambazo aliziita the agony of Omayra Sanchez. Jina hilo likiwa na maana masumbuko, mateso au machungu ya Omayra Sanchez. Katika mahojiano, mwandishi mjerumani Fauna alisema, nilifika eneo la tukio takriban jioni ya siku tatu baada ya mlipuko. Nilikutana na mkulima ambaye alinipa habari za juu ya binti aliyehitaji msaada, alinichukua mpaka alipokuwa. Alikuwa angali anajitambua kwa wakati ule kulikuwa na watu wachache eneo lile, na baadhi ya waokoaji wakisaidia watu wengine maeneo ya jirani. Aliendelea, nilisikia watu wakipiga kelele na kuomba msaada, kisha wakakaa kimya. Ukimya na uoga, hali ilikuwa inatisha sana. Kulikuwa na helikopta chache, baadhi zilikuwa zimekopwa na shirika la mafuta, walijaribu kusaidia watu. Kisha kulikuwa na binti huyu mdogo ambaye watu hawakuwa na nguvu za kumsaidia. Waokoaji walikuwa hawachoki kuja kwake wanakijiji wakulima walikuwa wanaleta madawa na misaada midogo midogo na kumfariji. Wakati nazipiga picha hizi, nilijihisi unyonge mbele ya yule binti ambaye alikuwa anakutana na kifo cha ujasiri na kujiamini. Alikuwa anahisi mwisho wa maisha yake umefika. Picha ya Omaira ilikuja kuachiwa hadharani miezi sita baada ya kifo chake na mwaka 1985 ikashinda tuzo ya kuwa picha bora ya mwaka katika tuzo za World Press Photo of the Year. Omayra anajulikana dunia nzima na alizikwa kwa heshima sana. Hadithi yake ni filamu ya kweli ya kutisha ambayo hakuna anayeomba ijirudie. Kaburi la binti huyu linahudhuriwa na watalii wengi sana ambao wengi huenda kuomba majanga kama yale yasijirudie. Kalamu yangu inaishia hapa, hii imeandikwa na kichefuchefu Instagram, Twitter na kusoma na mimi Salum Chandy.